Assalamu alaikum tarbiya youngsters. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hivi ni time ya kusikiliza nini? Story. Mko tayari? Naam. Kabisa? Naam. Haya. Leo tumtumie nani kama example? Tutumie jina la nani? Boys, ah? Haya, haya, haya, haya, tunatumia Mahad. Mahad, si ndio? Mm. Kwa vile jina lake linaanza na m na langu linaanza na m, wacha tutumie lake, sawa? Hapo zamani za kale, paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa nani? Mahdi. Mahdi alikuwa mtoto mzuri sana, lakini alikuwa mdogo. Sasa alikuwa hata haelewi mambo mengi. Siku moja akaamua aende kwenye river. Akaokotakota tujiwe tudogo tudogo akakaa karibu navyo akaanza kurusharusha kwa hiyo river. Alafu mwenyewe ikakuwa ndo tabia yake. Akaenda siku ya kwanza mwenye alikuwa na enjoy, akaenda siku ya pili, siku ya tatu, babake akaamua aende na yeye. Babake venye alienda hadi akaanza kurusharusha mawe kwenye hiyo river, akamwambia Mahdi, unaona venye tukirusha mawe, hata ukirusha tu mawe tudogo tu, bado itafanya ile mawimbi. Mnajua mawimbi, ma, mnajua, mawimbi. Waves. Si ndio? Bado itafanya hizo waves, waves kidogo. Hata hiyo ma, mawe ikue ndogo aje, bado itafanya nini? Itafanya. Kwa hivyo kwenye maisha yetu pia sisi tukifanya mambo madogo ama makubwa, bado inaonyesha athari, lazima itaonekana dalili kwamba wewe umefanya kitu fulani ama kitu fulani. Sawa. Sasa Mahdi akashangaa kwani baba ananiambia nini vitu vidogo aje kwenye maisha zinaonesha athari akamwambia sisi tukifanya mambo mazuri hata kama ni kusmailia mtu ama umeamua umpe paka chakula chako tuseme umemkatia chapati kidogo paka akakula unapata nini unapata thawabu wewe unaona tu ni jambo la kawaida lakini kwa Mwenyezi Mungu inahesabiwa kama nini thawabu sawa akasema mm baba wewe unanidanganya basi mimi niki niseme labda ameokota hii fidha ya ya kuku inaitwa nini eh? Manyoa, manyo. Sasa ameokota manyoa ya kuku akamwambia, hii si haina uzito wowote, ni jepesi sana. Akamwambia hey, katu sisi ni jepesi, lakini kwa Mwenyezi Mungu ukifanya sababu yenye inawai kama hiyo, manyoya ni nini? Ni kubwa, si ndio? Bado inahesabiwa kwa Mwenyezi Mungu. Sasa, sasa yule Mahdi akasema hmm, leo nimejifunza hayo mambo mazuri. Mahdi akasema leo amejifunza nini? Amejifunza mambo, na yeye atanikumbusha kwanza, hiyo tumesoma kwenye sura gani gani? Hebu yes, Suratun Zilzala. Eh, nikumbushe hiyo aya eh, famani

Kwa hivyo Mahad alivosikia hivyo venye babake amemwambia kwanza amemwambia kwanzia, na hiyo siku akajifunza kwamba hata kama afanye jambo zuri hata ni dogo vipi bado atalifanya, kwa sababu anajua kwa Mwenyezi Mungu imehesabiwa kama nini, kama thawabu. Alivyoenda kulala hiyo siku, akaanza kukumbuka, mimi nimefanya mambo gani mazuri hata kama ni madogo, madogo. Akakumbuka kwamba alimpea brother yake toy yake ya gari akachezea na yeye akashana brother yake, na pia shosho yake alikuwa amevaa hijab mara ikamwanguka alikuwa mzee hawezi kuifikia, akamsaidia kumwokotea, akamvalisha. Si amefanya mambo mazuri yeah? Kwa Mwenyezi Mungu inahesabiwa ama hahesabiwi? Yeah, inahesabiwa basi. Kwa hivyo sisi watoto wetu wazuri, sisi kama sisi tujaribu kufanya mambo mazuri madogo madogo, kama nini? Kama kusmile, kumlisha mnyama chakula, hata kama ni paka, hata kama ni ndege kwa sababu gani? Kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu inahesabiwa kama thawabu. Na tukipata thawabu nyingi tunaingia wapi? Peponi. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye hadithi ifuatayo. Kwa sasa hivi najua mmechoka, na nitamkaribisha Miss Fatma tucheze na yeye games. Ama mtaki? Mnataka si ndio? Mtanikaribisha pia mimi nicheze games na nyinyi? Yeah. Mtawashinda lakini nani atanishinda? mko shua? Mtanishinda? mi nitawashinda. Haya basi, tusemeni masalam, tucheze games. Masalam.